Mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Tanzania ni nchi yetu, uchaguzi ni wetu. Uchaguzi huu u, upo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tunakwenda kuchagua viongozi watakaoongoza nchi kwa miaka mitano. Sisi viongozi wa vyama vya siasa tushiriki katika njia ya amani na utulivu, na niwaombe, twende tuende tukanadi sera na ilani ya vyama vyetu vya siasa, twende tukatoe hoja bila kugombana, bila kupigana, bila kutukanana Tunapopanda kwenye majukwaa tuweke uzalendo wa nchi yetu. Uchaguzi huu usitufanye tukaigawanya nchi. Sisi kama viongozi wa vyama tumepata kitu kikubwa ambacho kitatuwezesha kupeleka ile hamasa zaidi kwa wanawake, na haya madawati ya kijinsia tunayokwenda kuyaanzisha si kwa ajili ya wanawake tu. Kwenye dawati la jinsia litahusu wanaume, litahusu wanawake, litahusu vijana, litahusu na wenye ulemavu pia. Tutaenda kuangalia kwa ujumla wao hayo makundi yote, na kuyajengea uwezo, kuyajengea nguvu ya kuinuka. Kimsingi sasa, na sisi kulikuwa na haja ya kujifunza hivyo, kuwapa nafasi, kuwapa priority wanawake katika maisha yao ili waweze kuthaminiwa.